Kwa jina naitwa Halfan Said Magoha, ni mwenyekiti wa Bakwata hapa ni Mirangano. E, kama sisi viongozi wengine wa dini tuseme madhehebu mengine waliwaambia waumini wao wasiende tena, akiwepo kabisa kiongozi mkubwa kabisaanaserikali eh, na, na, na, na, na na inahakisha kama ni nzuri imeshachunguzwa kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi na chanjo, wapeleke watoto wao chanjo. Yaani muda wote kibidi kwa mke ambaye, jamani, chanjo wapeleke, wasiogope kwamba kuna madhara gani, hayapo. Na tunawaambia kwamba chanjo ni muhimu, kwa sababu usipopeleka usipopeleka mtoto wako chanjo anaweza kupata magonjwa kama ya kupooza, surua. Sasa chanjo ni muhimu, au kifua kikuu eh. Kama usipopeleka, matokeo yake baadaye, ameshakuwa mkubwa kidogo, anaanza kupata matatizo ya kuta mguu, labda unapooza shavu, labda mkono unapooza sana sana sana, juma ndio, watu wengi sana sana, wa ni Jumaa, watu wengi wanahudhuria sana sana, ni siku ya Jumaa, siku ya ibada watu. Natoa hapo hizo nasaha, hizo ni baada ya kupata mafunzo haya. Nitawaambia waumini katika msikiti wangu na waumini katika misikiti mingine. Nitakuwa nawaona wale maimamu kwa misikiti, nitawaita hapa, nitawaita hapa tuje, niwaelezee alafu nao wataenda kuelezea waumini katika sehemu zingine za Ushetu kwamba muhimu wa chanjo haina madhara, ndio tulipotoka, tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.